Kwa mjibu wa chama chetu e, ni kwamba chama sio mali ya mtu, hii chama ni taasisi. Sasa kwa vile ni taasisi, chama chetu ndani ya wilaya ya Ngara kinahitaji kuhudumiwa na wanachama wenyewe, makind watakuwa na, na kauli juu ya chama chao, sio kwamba chama ni mali ya viongozi kama maneno yanavyovuma maeneo mbalimbali. Sasa sisi kwa eneo la Ngara ni kwamba hatujanunua kiwanja hatujajenga ofisi, isipokuwa kwa ofisi tulio nayo tumepanga. Sasa kwa vile tumepanga ofisi, mimi nimewaita ili muweze kufikisha huu ujumbe kwa wanachama, lakini pia hata kwa wale wadau na wapenzi wa chama ambao wako tayari kusapoti mabadiliko katika wilaya yetu ya Ngara. Haya mabadiliko hatuwezi kuyapigana, hatuwezi kuyatafuta wakati hatuonyeshi ushirikiano. Kwa hiyo sisi tuna ofisi ambayo tumepanga, tunailipia kila mwezi. Sasa tulikuwa tunawaomba wanachama wote, wananchi wote wenye mapenzi mema na CHADEMA, lakini wenye mapenzi mema na nchi yetu hii kwa sababu chama chetu ndio kinacho pigania haki za wananchi, basi waweze kushirikiana nasi katika kuchangia au kuhakikisha chama kinachangiwa michango kwa ajili ya shughuli za chama ziweze kuendelea. Chama chetu kwa sasa makao makuu tumetengeneza ajenda, tuna ajenda moja inaitwa tone tone. Tone tone tone inachangwa na wananchi wote, wanachanga bila kuangalia itikadi huu chama. Hata hizi operation unazoona zinazofanyika ni kwa sababu kuna nguvu ya wanachama, kuna nguvu ya wananchi, kuna nguvu ya wapenzi, hata kama sio wanachama wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, lakini wanapenda mabadiliko, wanapenda maendeleo katika nchi yetu, wanapenda kila kitu kinachofanyika kwa njia kwa njia iliyo halali, wanapendezwa nacho. Ndio maana unaona kwa sababu chama cha Demokrasia na Maendeleo kimekuwa tumaini la Watanzania wanachangia sasa. Ngara hatuko nje ya Tanzania, Ngara tuko Tanzania. Kwa hiyo tuwaombe tu wapenzi we, watu wenye mapenzi mema na chama waweze kuchangia upatikanaji wa fedha kwa ajili ya pango la nyumba au chumba cha ofisi, lakini wachangie hiyo tonetone kwa ajili ya operation ya mikutano inayotegemewa kufanyika hapa Ngara. Sisi tuna namba ya akaunti e, tunayo akaunti namba ya CRDB inayopokea mchango, lakini unaweza ukatuma kwa wepesi zaidi, unaweza ukatuma kwa njia ya mpesa, namba ya simu ziro saba nne tano hamsini tisini na moja thelathini na tisa, majina yatakuja CHADEMA Ngara ko oh, ukituma mchango wako hapo Afrika. Na hivi tunajiandaa kwa ajili ya mkutano eh, na viongozi wetu wa kitaifa wanapanga kuja Ngara kwa ajili ya mkutano ya kueleza ya kuelimisha wananchi wakaelewe, kwa nini tunasema no reform, no election. Kabla hilo e, katibu wamesema e, mnahitaji e, fedha kwa ajili ya kulipia pango la ofisi yenu hivyo ndio. Je, ni kiasi gani ambacho kinahitajika kwa hivi sasa? Ah, tunahitaji tukalipie, e, walao miezi saba kwa sasa ambayo tunahitaji kwa ilipia kuanzia mwezi ujao mpaka. ambayo ni sawa na kiasi gani? itakuwa ni laki tatu na elfu hamsini. Sisi kama chama hatutegemei pesa ya ruzuku ndio iendeshe chama, tuna wanachama wanachanga, toka tumeanza kulipia ofisi wanachama ndio wanachangia, lakini hatujaona kama ni vizuri kuendelea kufanyaje, kutegemea wanachama pekee yao. Tunajua tuna wananchi ambao wana mapenzi mema na Chadema lakini sio wanachama wetu. Kuna wanachama wa vyama vingine ambao wanapendezwa na Chadema, shughuli zake zinavyofanyika, lakini sio wanachama wetu kwao. Hatujaona umuhimu wa kuwatenga, ndio maana tumelazimika kuliweka wazi, aliye tayari kuchangia aweke mchango wake kwa ajili ya kulipia nini, pango la ofisi. Lakini sio pango la ofisi tu, nimeeleza tuna operation zinaenda kufanyika, zote zinahitaji gharama zinahitaji gharama. Hatuwezi kukaa na watu wa upande mmoja kwamba ndio tupambane tu kwa ajili ya hili hapa, wote tunahitaji kushirikiana, kuongeza nguvu, kuhakikisha kwamba tunafikia yale tunayolenga, yenye manufaa kwa wananchi na Watanzania wote kwa ujumla. Kuchangia mchango, sio kwamba tumekosa namna ya kulipia hiyo. Mchango tunaweza tukalipia, ndio maana miaka yote tulikuwa tunalipia, wala hatujawahi kuwaomba, lakini tumeona ni vizuri tukashirikisha, kwa sababu kuna wengine pembeni, ukipita, mbona hamtuambia hata sisi tukachangia changia? Au kwa sababu sisi sio wanachama wetu, kwamba au kwa sababu sisi sio wanachama wenu? Hapana. Sasa tumeona ni vizuri tuwaruhusu tu wakachangia michango yao kwa nia njema, e, wajisikie huru kabisa, na sisi tuko pamoja na wao, wala sio kwamba tumewatenga kwa sababu tuna uwezo kulipia. Hapana, sisi tuna wanachama ambao wanajitoa na wako tayari kulipa hiyo pesa, lakini mwanachama moja moja kutoa peke yake sisi ya haitubariki. Tunabarikiwa tunapoona walio wengi, mwenye elfu moja yake akaiweka, mwenye mia tano yake akaiweka, tunafarijika sana ha, kwa kitendo cha namna hiyo. Hili swala kimsingi ni kwamba linapaka doa nchi yetu, linapaka doa nchi yetu, e, lakini pia linaonyesha udhaifu wa Chama cha Mapinduzi na serikali yake, yani linaonesha udhaifu wao wewe unamkamata mtu kwa lipi? Mnajua na safari, lakini mnategeshea, mnamvizia uwanja wa ndege na mnakamata. Kimsingi siwezi nikaliongelea sana, lakini inaonekana inatia doa na sisi, kwenye chama hatutasimama kwa sababu fulani amekamatwa. Sote ni watu tunaotegemea kukamatwa muda wote, kwa sababu mpango wao ni kamata kamata, kutisha wananchi sasa kwaso mpango ni kukamata kamata, kutisha wananchi. Hatuogopi kukamata. Oh, chama cha mapinduzi ndo mm, chama dola ndo kinachoendesha dola mm. Kama serikali inaweza ikakosea, kisikemee kisizuie, huo ujinga unaoendelea wakati wao ndo, ndo, ndo walioaminiwa walio na wananchi kuwaweka madarakani. Tafsiri yake ni kwamba wanalibariki hilo, kwa hiyo naweza kuonekana kwamba kuna vitu wanavyogopa kupitia viongozi wetu, ndio maana naona viongozi wanakamatwa bila sababu.